Eni dada zangu katika iman, mliye waadilifu kila mahali, mliyeshikamana na dini ya Kiislamu, amani rehma na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yenu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe sote uongofu utokao kwake na atujalie na atulipe sote kwa kushikamana na hukumu za dini na kufuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka na muomba pia Allah subhanahu wa taala atuweke imara juu yake na atusaidie sote katika kutenda mema kwa uadilifu. Anasema Allah subhanahu wa taala katika Quran sura Yunus aya ya hamsini na nane baada audhu billahi minash shaitani rajim Qul bifadli llahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mima yajmaun, sema kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehma yake, basi na wafurahi kwa hayo, haya ni bora kuliko yani hayo wanayo yakusanya. Dada zangu katika imani, ama katika yani, kwa hakika mu'min muislamu mwanamke na mu'min muislamu mwanamume wote ni washirika katika kutenda mema, yani yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an sura at-Tauba aya ya sabini na moja anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya uh, ba'd

Allah azizun hakim. Na waumini wanawake na waumini wanaume, wao kwa wao ni marafiki walinzi, huamrisha mema na hukataza maovu, na hushika swala na kutoa zaka, na humtii Allah subhanahu wataala na mtume wake. Hao Allah subhanahu wataala atawarehemu, hakika Allah subhanahu wataala ni mtukufu mwenye nguvu, mwenye hekima. Dada zangu katika imani ni kwa nini waumini wanawake na waumini wanaume ni washirika katika kutenda mema yanayomridhisha Allah subhanahu wataala? Ni kwa sababu, dada zangu katika iman, mtu anakuwa dhaifu akiwa peke yake. Allah subhanahu wataala alimwamrisha mtu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushikamana na watu wema, yani kwa wema, kwa sababu ya kusaidia au kusaidiana katika kutekeleza majukumu ya utiifu na kadhalika kumpa nasaha za ikhlas, na kwa sababu wao ni kimbilio baada ya kimbilio yake Allah subhanahu wataala wakati wa shida, ambaye yani anaweza kuelezea huzuni zake na ambaye anaweza kumwondolea wasiwasi wake. Dada zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wataala katika Quran surat Alkahf aya ya ishirini na nane:

Isubirishe nafsi yako pamoja na wanaomwomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake, wala macho yako yasiwaruke, yani, kwa kutaka pambo la maisha ya dunia, wala usimtii, yani, tulimghafilisha moyo wake. Dada zangu katika imani, hizi ni baadhi tu ya beaches au ufuo za bahari, ili tupate hifadhi kamili katika bahari ya dunia hii na ili tupate kwe, yaani kuepuka mawimbi ya matamanio ya dunia na pepo za wapendao dunia wanaoishi katika giza la dunia hii wasioona lengo, yaani, lengo la ukubwa kwao, wala nur ya kumtii Mola wao mlezi. Nazo ni kama zifuatazo, dada zangu katika iman. Njia ya kwanza inayopelekea dada zangu katika iman Njia ya kwanza inayopelekea yani e, uongofu katika Uislamu kwanza kabisa ni in, yani, ningependa kuwafahamisha dada zangu katika imani ya kwamba haki si jambo gumu. Njia ya kwanza ni njia ya haki, na haki si jambo gumu, bali ni rahisi kwa yeyote ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala humrahisishia, sio tu imani ya kibinafsi, lakini badala yake inahitaji uhakika, yani katika nafsi ya mja na kazi ya mara kwa mara, na inaweza kuwa ngumu. Mfano dada zake katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotaja neema ya kuteremshwa Qur'an kwa mtume sallallahu alaihi alehi wasallam, alimwamrisha kuwa na subra kwa sababu kuifikisha Quran kuilingania na kuifanyia kazi kunahitaji subra. Subra hii, dada zangu katika imani, inatiliwa nguvu na vitendo alivyovitaja yeye aliyetukuka Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema, kama ilivyokuja katika Quran surat Al-Insan aya ya ishirini na tatu hadi ishirini na sita anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala:

mwenye dhambi au mwenye kufuru. Na likumbuke jina la mola wako mlezi asubuhi na jioni, na usiku msujudie yeye na, umtaka, na umtakase usiku wakati mrefu. Dada zangu katika imani, njia ya haki ilifuatwa na manabii na mitume waliotangulia, wachamungu na hata watu wema wengine waliuawa, dada zangu katika imani, wengine walifungwa na walipatwa na mitihani mengi, lakini walikuwa na subra. Mfano, dada zangu katika imani, Nabii Musa alayhi salam alikanushwa, Yahya alaihi salam akauliwa, na Mtume na, na, na Mtume sallallahu alayhi wa salam alifichuliwa yani kwa mauaji mara kwa mara na akatuhumiwa kuwa ni mwongo, akatuhumiwa kuwa ni mwenda wazimu, akatuhumiwa kuwa ni mchawi, ingawa yani alijulikana miongoni mwao kuwa ni mkweli na mwaminifu. Hakika, dada zangu katika imani, kukanusha na kudhuru nafsi na mwili wa wali au vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni njia ya wale wanaoichukia dini na kuiacha haki. Dada zangu katika imani, watu wa haki na dini lazima wawe na subra na watende mema na Allah subhanahu wa ta'ala msaidizi wa waja wake wema na mwenye kuangamiza makafiri walio wadhulumu mitume na waja wake hata ikiwa baada ya muda kidogo anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an surat al-an'am aya ya thalathini na nne

na hakika walikanushwa mitume wa kabla yako, nao wakavumilia kule, yaani kukanushwa na kuudhiwa, mpaka ilipowafikia nusra yenyu, na hapana, dada zangu katika imani, wa kubadilisha maneno ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Na bila ya shaka zimekujia baadhi ya habari za mitume wao. Dada zangu katika iman, njia ya pili inayopelekea uongofu katika Uislamu ni kwamba tunatakiwa kufanya mambo mengi ya kheri, kwani hiyo inapelekea katika kusima, yani katika kusimama imara juu ya uadilifu haswa. Dada zangu katika iman, kusoma Qur'an mara kwa mara na kuwa na kiasi fulani kati ya hayo wakati wa mchana ambayo hutoiacha hata iweje pamoja na kumkumbuka kum Allah subhanahu wa taala mara kwa mara na kudumisha dhikri za Allah subhanahu wa taala wakati wa mchana na usiku, kwani kumkumbuka Allah subhanahu wa taala ni kitulizo cha nafsi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hayo katika Quran Surat At-Tur aya ya ya 48 hadi 49. Dada zangu katika imani Njia ya tatu inayopelekea uongofu katika Uislamu ni kwamba yani, maadili ya Kiislamu ni maadili ya Kiislamu, maadili ya Kiislamu na kushikamana na sheria zake, kwa kuwa role model au mfano mema au kiigizo chema kwa familia zetu na walio karibu nasi, kwa kuondosha maovu kwa mema na tuwe kielelezo yani halisi cha yale tunayoyaamini na kuwa wabora kwa ndugu zetu katika kuwafanyia wema wazazi wetu, dada zangu katika imani. Kwa njia hii nafsi zitaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuweza kuwaathiri watu na kupanda wema katika nafsi zao. Dada zangu katika imani, njia ya ine inayopelekea uongofu katika Uislamu ni kuwalingania watu katika kutenda mema na kuwatahadharisha na maovu kwa hikma na mawaidha mema na ili kuyatimiza haya dada zangu katika imani, yatuhitaji tuwe na azimio thabiti, tuwe na subra na tuwe na nia ambayo, yani, isiyokuwa na uchovu Yani tusichoke na tusiruhusu dada zangu katika iman shaitan kutuzuia katika juhudi zetu za, za ulinganizi huu. Anasema Allah subhanahu wa taala katika Quran sura Annahl aya ya mia moja na ishirini na tano uduu ila rabbika bilhikmati walmawidati lhasana wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bilmuhtadin wa waite waelekee kwenye njia ya Mola wako mlezi kwa hikma na mawaidha mema na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora hakika yani, ha, yani hakika Mola wako mlezi ndiye anayejua zaidi aliyeipote, aliyeipotea njia yake na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Dada zangu katika iman, uongofu unatoka kwa Allah subhanahu wataala peke yake, na mja hana budi ila kufanya mambo ya lazima yanayoongoza ya yani kwenye mwongozo. Na Allah subhanahu wataala ametuongoza katika hili akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akihangaishwa na ukafiri wa baadhi ya jamaa zake akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran surat Alqasas aya ya hamsini na sita innaka la tahdi man ahbabta walakin llaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin, kwa hakika wewe humuongowi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye na yeye ndiye anawajua zaidi waongofu. Dada zangu katika imani, kadhalika imethibiti katika sahih mbili kwamba aya hii iliteremshwa kuhusu amu yake mtume sallallahu alaihi wasallam Abu, Abu Talib. Dada zangu katika imani, njia tano inayopelekea uongofu katika Uislam ni kuzidisha dua zetu za uthabiti na uadilifu, Kwani hii ilikuwa ni tabia ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kama vile alivyosimulia mama yetu Umu Salama radhiyallahu anha aliposema: kana akthar duaihi ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, rawahu at-Tirmidhi. Yani amesema mama yetu Umu Salama kuwa dua yake mara kwa mara, yani dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa mara kwa mara ilikuwa ni ewe mbadilishaji wa nyoyo, uimarishe moyo wangu juu ya dini yako, na uimarishe yani, moyo wangu juu ya dini yako. Haya yamesimuliwa na at-Tirmidhi. Kadhalika waombe wa, waombe yani dua wazazi na ndugu kwa ajili ya wema na uongofu Kwani hilo limewaathiri watu wengi, kwani dua ni silaha ya muumini, haswa nyakati amba, yani ambazo dua zinaelekea kujibiwa. Kama vile nyakati gani? Kama uh, baada ya swala ya faradhi, kama usiku, uh, katika tahajjud au katika qiyamul layl, na kama saa ya mwisho, na katika saa ya mwisho ya alasiri ya Ijumaa na kadhalika. Dada zangu katika imani, na njia ya mwisho inayopelekea uongofu katika Uislamu ni kutambua ya kwamba uongofu na uadilifu vyote ni khair na neema. Hata yani, pakitokea shida, pakitokea wasiwasi, pakitokea majonzi, pakito, yani, matokeo yatakuwa mazuri, kwani anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran sura Ar-Rad aya ya thalathini na tano

wameahidiwa wacha Mungu ni kwamba inapita mito chini yake, chakula chake ni cha milele, na kivuli chake ni cha milele. Hayo ni marejeo ya wamchao Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wa makafiri ni moto. Ewe Mwenyezi Mungu, tuongoze kwenye njia yako iliyonyooka na utujalie tuwe imara katika njia hiyo iliyonyooka na utujalie tuo miongoni mwa wanaofuata uongofu wako na mwisho wao uwe ni pepo yako. Shukran jazila wa barakallahu fik.